Mm, kwa mara nyingine tena ngoja tukuambie kuhusu hili. Ushawahi kujiuliza nini tofauti ya barcode na QR code? So, nini unaelewa nini? Ndio nakwambia hii ni barcode na hii ni QR code. So, leo nataka nikufundishe kuhusu tofauti ya barcode na QR code. Kabla ya kuendelea, ningeomba nijue nini unaelewa kuhusu QR code na barcode. Kama unaelewa chochote kuhusu QR code na barcode, naomba ucomment hapo chini na mimi nenda kufafanulia nini maana ya QR code na barcode. Kabla ya kuendelea na kukueleza namna uh, tofauti wa QR code na barcode, ningeomba nikupitishie tangazo hili. Kama wewe ni na ndo kuuzia bidhaa moja kwa moja direct. Yani inakuwa ni direct sa, uh, uh, yani unanunua kutoka kwa muuzaji wa kiwanda mpaka hapo ulipo. Kwa hiyo Tanzua Express wanafanya kazi hiyo kukuunganisha wafanyabiashara na watu wenye viwanda. Pia, pia ukinunua au ukiwa na tatizo la mawasiliano na na watu wenye viwanda au au unahitaji mzigo kusafirisha. Basi Tanzua hapo kwa ajili yako, hapo kwa ajili yako, wanakusafirishia mzigo kutoka China mpaka hapo ulipo kwa bei nafuu sana. Kwa hiyo ingia kwenye Instagram, andika Tanzua Express, wasiliana nao waambie, watakwambia kila kitu kuhusu huduma zao. Asante sana. Sasa tofauti huko hivi, QR code ni mfumo ambao una unatumika kuhifadhi taarifa fulani ambazo unaweza ukatumia simu au skana kwa ku kupata taarifa hizo. Mfano labda unataka uhifadhi picha kwenye kupitia product yako au kitu kingine, au unataka kutoa maelezo, au unataka kutoa akaunti za social media. QR code inatumika kuhifadhi faili fulani ambayo unaweza ukascan ukaipata faili ile. Lakini barcode yenyewe inatumika kwa ajili ya bidhaa, mfano kutambulisha bidhaa. Kwa mfano labda vile unavyoenda supermarket, mtu unamwona anaskani pale, au wewe ni muuza supermarket, kwa hiyo unataka uweke kila bidhaa na bei yake. Kwa hiyo barcode inatumika pale kuhifadhi bei za kila bidhaa. Kwa mtu ukienda pale ukinunua ukiskani unaweza ukapata bei ya bidhaa. So, hii barcode inafanana nani? Barcode ni ile ambayo inakuwa na mistari ambayo ni mistari mingi. Na QR uh, code ni ile ambayo inakuwa ni square alafu inakuwa na vidudu fulani katikati ambavyo inategemea na design inakuwaje. Ina, ina kwa hiyo tofauti kubwa kati ya barcode na QR code ni kwamba barcode ni kwa ajili ya biashara ya bidhaa, ya biashara. Na, ba, na na, na, na QR code ni kwa ajili ya kuhifadhi taarifa fulani uh, taarifa fulani ili uzifikie mteja, mtu azipate kwa urahisi kwa kutumia simu au kifaa chochote cha kuskani. Kwa hiyo ndio tofauti. Kumbuka kusubscribe katika chaneli yetu na endelea kusikiliza kutoka hapa, Jifunze Bure. Ukiwa, naswali, ukiwa na swali au ukiwa na kitu ambacho hujaelewa kuhusu elimu hiyo niikufundisha hata, usijali comment hapo chini, nitakuelezea kwa urefu zaidi bure kabisa, ulipi kitu chochote